Haleluya. Ah, nilisahau kukueleza kwamba ninatumia kitabu ambacho nimekiandika kinaitwa Roho Mtakatifu. Ah, nimekiandika kitabu hiki kupitia kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu, yani nimepewa kipawa cha kuandika vitabu cha kufunua mambo ya Mungu kupitia kuandika vitabu na kufundisha kama hivi, actually ni kwa kupitia kufundisha, lakini ikishafundisha, naona labda kuna wengine ambao pengine watapokea zaidi waki kwa hiyo ukitaka kitabu hiki, kipo kinapatikana, wasiliana tu na mimi, utakipata. Mungu akubariki sana. Sasa na nikipitia huku kwenye kitabu, nataka nikuelezee Mungu alivyojifunua kupitia watu tofauti. Alijifunua kupitia Musa, ikii, tumeshaona hii. Musa alikuwa na roho wa Bwana juu yake, kwa hiyo alitenda yale maajabu, ishara na matendo makuu kama Mungu anajifunua kwamba Mungu yupo. Mungu anayesema acha watu wangu watoke huku utumwani Misri yupo, ni wa ukweli. Ndio maana alifanya zile ishara na maajabu na matendo makuu mbele ya Farao. Ule ulikuwa ni ufunuo, ule ulikuwa ni udhihirisho kwamba nipo, mwenyewe. Mimi mwenyewe nipo ninaye kuamuru uwaachie watu wangu nipo, kwa hiyo waachie watu wangu sawa. So, alifanya na Musa kwa Musa alifanya mambo mengi kweli kweli. Musa, kabla haja hajapokea haja hajashukiwa haja na hajapokea hiyo roho ya Mungu juu yake, alikuwa mchunga kondoo, anachunga kondoo za mkwe wake. Ina maana alikuwa hana chochote cha kwake. Alikuwa hana hata mali za kumuolea mke wake hmm. Hakuoa wa kwa mali, yule mzee alimpa tu eh, anaitwa Reuel, yule mzee baba mke wa Musa anaitwa Reuel re, na kuna jina jingine ambalo ametambulika katika Biblia. Alimpa alimpa tu mtoto wake awe, awe mke wake, hakutoa mahari. Kwa hiyo alikuwa hana chochote, alikuwa na nini? Alikuwa hana chochote kwa hiyo baada ya kuoa pale Musa alipata chunga ng'ombe huko polini, anafanya kazi ya utumwa kwa huyu kwa kwa, kwa Midiani Reueli eh, hakuwa na chochote, lakini aliposhukiwa alipopokea yule Roho Mtakatifu juu yake, Roho wa Bwana alipokuja juu yake, Musa aliweza kutoka kwenye utumwa kwa mtumwa wa Reueli, akaenda kuongea na mtu ambaye alikuwa very powerful and the most powerful person in, in Egypt that time. Akaenda kuongea naye, akamwambia Bwana anasema let my people go, na usipoachia Bwana atakufanyia kitu kibaya wewe. Farao akasema wewe, we Musa, we sina kujua wewe, tumekuwa pamoja hapo, Bwana amekutokea lini wewe we? Bwana li, ni, we ni nani? Musa akamwambia nitakuonyesha huyo Bwana ni nani. Atajidhihirisha, atajifunua, ni yule anayeweza kutenda hizi ishara na maajabu na matendo makuu, ni yule aliyeumba mbingu na nchi, amekuumba na wewe, ndio huyo Bwana ninayemtumikia. Kwa Musa alifanya ishara nyingi, alifanya matendo mengi, usiangalie tu zile ishara tu Aliweza kupasua, si tusemeje, kupasua aliweza kuwachanisha maji watu, bahari ikawapisha watu, wakapita kama nchi kavu. Aliweza kufanya nchi ikapasuka, ikawameza watu, ikameza watu na familia zao. Aliweza kubadilisha vumbi likawa chawa, maji yakawa damu, akaleta mambo makubwa mengi ambayo ni ishara zilizoambatana na Musa. Sababu wale wale waganga wa Farao mwishoni wakasema, hiki ni chanda cha Mungu, yaani huyu ni roho wa Mungu anayefanya haya. Kwa hiyo Mungu alidhihirika na Musa, yaani Musa aliweza kumdhihirisha Mungu kwa yale matendo makuu. Ni kuwache kuna Musa hapo, niende kwa mtu mwingine anaitwa Daudi <coughs> Mfalme Daudi eh? Mfalme Daudi alipokuwa hana Mungu alikuwa anachunga kondoo za baba yake huko polini, lakini siku ambapo alipokea roho, aliwekewa roho wa Mungu juu yake. Alipompokea yule roho wa Bwana juu yake, akarudi kuchunga mbuzi. Walivyokuja dubu na simba kuwashambulia wale mbuzi, aliwamaliza, yaani aliwachana hivi kwa mikono yake. Anasema nilimuua dubu na simba kwa mikono yangu. Haikuwa nguvu zake zile. Daudi asingekuja kujulikana kamwe kama isingekuwa Roho Mtakatifu. Ina maana Mungu ali zile nguvu ni nguvu ambazo zilikuja katika mwili wa Daudi kwa sababu yani, kumdhihirisha Mungu, akapigana na lijitu kubwa sana ambalo taifa zima jeshi zima la Israeli walikuwa wanaliogopa hilo lijitu yeye akalipiga mara moja akalikata kichwa, mchezo kaisha hapo. inaitwa Goliati. Si kwa uweza wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho wa Bwana. Ni kwa roho wa Bwana alifanya mambo mengi Daudi alipigana na maadui zake wote, lakini ni kwa roho wa Bwana. Daudi aliandika hizo zaburi zote, aliandika kwa roho wa Bwana, yaani roho wa Bwana alikuwa anajifunua. Yaani nashindwa kuelezea vizuri, yaani kule kuandika zile zaburi ilikuwa ni Bwana anajionyesha, anajidhihirisha. Ni Bwana yule, kamtumia mtu kuandika hizo zaburi. Ukimwacha <coughs> Mfalme Daudi <coughs> tukija, Solomoni <coughs> mwanaye <coughs> Mwanae Solomoni Alimdhihirisha Mungu kwa kuwa na hekima kubwa sana. Solomon alikuwa na hekima sana, kwa hekima yake, alikuwa na hekima kuliko watu wote ulimwenguni. Kwa hekima yake, watu walitoka mbali huko kwenda kumshangaa, tena wenda kumwangalia <coughs> <coughs> kuna mtu alitoka Ethiopia na msafara wake kwenda kumwangalia mfalme Suleiman, kwa sababu alikuwa na hekima sana, na ile hekima yake ilimwezesha akaandika nyimbo zaidi ya elfu moja. Nyimbo elfu moja akaandika na mithali akaandika na baadhi ya Zaburi. Nasemaje hapa? nasema kule kuandika nyimbo na mithali na kufanya mambo kwa hekima ilikuwa ni udhihirisho, ilikuwa sio, sio human aspect ya Solomon, haikuwa asili ya Solomon, haikuwa asili yake, haikuwa yeye tu ame amefigure out how to to do things to do stuffs Mungu amejidhihirisha kwa kutumia hizo vitabu, kutumia hiyo hekima, kutumia hizo zaburi hizo ziani, God manifested. Kuna mahali pengine pia roho wa Bwana alikaa juu ya jamaa wawili, mmoja anaitwa Bezareli, mmoja mwingine anaitwa Aholiab, ambao a hekima ya artwork, yani ya kufanya kazi za mikono wakati wa ujenzi wa hekalo, ilikuwa ni ujenzi wa hema, ilikuwa sio hekalo bado <coughs> kwa sababu hizo ni enzi za Musa, ilikuwa ni hema tu, ile hema la kukutania. Aliwapata Mungu, akaweka roho yake juu ya Aholiabu ili aweze kufanya nini? Kutengeneza vitu vyote vile ambavyo vilitakiwa kutengeneza Bezaleli na Aholiabu. Kwa hiyo Bezaleli na Aholiabu wakawafundisha wengine ile hekima na haikuwaondoka. So, kwa sababu baada ya hapo wakaendelea kuwa naye. Sasa haielezi waliitumia vipi, lakini inawezekana waliendelea kuitumia, waliendelea kuwa mafundi baadaye huko, sijui sasa, sijui kama ni wale walikuwa ni wale walioangamizwa au walioendelea kuishi. Maana kama ni wale walioendelea kuishi, walipofika huko ndo walikuwa mafundi wa kujenga nyumba za Wayahudi za Waisraeli. Hiyo Roho Mtakatifu alijidhihirisha kupitia Aholiab na Bezalele katika kazi ile waliokuwa wanamfanyia Mungu. Alijidhihirisha, alijifunua, yani he showed himself, he showed up, he showed up. Tukiendelea mbele sasa, mitume wale, mitume kumi na mbili wa Bwana Yesu, wale mitume kabla hawajashukiwa na Roho Mtakatifu walikuwa pamoja na Yesu. Ah, tukimwongelea Yesu, yani oh, haleluya! Yesu mwenyewe ali operate by the power of the Holy Spirit. Sasa kwa sababu Yesu mwenyewe ni Mungu, alikuja kuweka an example of how people should operate, how people should go about, how people should conduct themselves through the Holy fanya miujiza yoyote mpaka aliposhukiwa na Roho Mtakatifu mtakatifsi miaka thelathini, mwaka wa 30 alipofikisha miaka thelathini ndio akabatizwa akashukiwa na Roho Mtakatifu, akaanza kufanya kazi ya Mungu. Roho akamuongoza katika kufanya kile ambacho Mungu alikuwa amemkusudia. Sasa, Yesu nikimuongelea, nitakosa nafasi ya kuongelea wengine. But alifanya ishara, maajabu na matendo makuu kama alivyoonyesha hapa kwenye Luka sura ya nne anasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenipaka mafuta kuhubiri habari njema, kuponya wagonjwa, kufufua wafu, kuviwete viziwi, vipofu, waliofungwa wafunguliwe. Walifunguliwa kwa uweza wa Roho Mtakatifu, yani ikimaanisha kwamba Mungu anajifunua. Okay, ni like, kistiki na Yesu. Bado kidogo kuna mahali wale jamaa wale mafarisayo wale na wakuu wa watu wakasema, ah, huyu anafanya miujiza kwa Belzebuli, mkuu wa mapepo. Yesu akawaambia, kama mimi nafanya miujiza kwa Belzebuli, wana wenu wanatoa wapi nguvu zao? Na hakuna kafaa, hamna nini, kufuru yoyote ambayo mtu atafanikiwa kutoka kwayo. Yaani kama mtu akimkufuru Roho Mtakatifu hawezi kutoka. Mtu anaweza akamkufuru Bwana Mungu, akamkufuru Yesu, Roho Mtakatifu. Ukimkufuru Roho Mtakatifu huwezi kusamehewa hapa duniani wala katika maisha yanayokuja. Akaongezea kitu kimoja cha muhimu sana, akasema, lakini kama mimi nafanya haya mambo yote kwa uweza wa Roho Mtakatifu, basi kumbukeni au fahamuni ya kwamba ufalme wa Mungu umekwisha, umekwisha kufika, umekwisha kudhihirika. Vile alivyokuwa anavifanya Bwana Yesu ni uthi. Ufalme wa Mungu ni jinsi ambavyo ufalme wa Mungu unaenenda, ni udhihirisho wake. Akisoma katika Mathayo sura ya sita, nafikiri pale wanaposema Bwana utufundishe kuomba, Bwana anawaambia ombeni hivi, baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, utakalolifanyike wapi? Duniani hapa, kama vile lifanyikwavyo lifanyikavyo mbinguni kwa hiyo yale mambo yanayofanyika mbinguni yalidhihirika hapa duniani katika damu na nyama kupitia Roho Mtakatifu. Ni udhihirisho wa Mungu, ni udhihirisho wa ufalme, ni udhihirisho wa mambo ya Mungu. Mitume wale kumi na mbili walikuwa wamejificha huku, hawana uwezo wowote, lakini walipopokea nguvu, walipowajalia yule Roho Mtakatifu, wakatoka katika vificho vyao, wakatoka wakaenda kufanya kazi ya ufalme wakafanya vile vile soma yohana kumi na nne mstari wa sita anasema <coughs> yoyote aniaminie mimi kazi ninazozifanya mimi atazifanya pia na zaidi ya hizi atazifanya kwa hiyo wale mitume walifanya kazi alizozifanya bwana yesu walifufua wafu walifungua vipofu viwete viziwi wali wagonjwa mapepo yali kwa nini? Kwa uweza wa Roho Mtakatifu ambaye walitembea naye, walitembea na Roho Mtakatifu. Kabla ya hapo walijificha kabisa, wawezi kufanya chochote, lakini walipopokea Roho Mtakatifu, walikuwa tayari hata kufa, walikuwa tayari hata kufa, wakimdhihirisha Roho Mtakatifu na kazi zake. Mungu akubariki sana.